Viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganishwa M ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, mbona mna fursa nzuri, huwa mnakaa kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize mitofo, mitazamo i tubakize nchi yetu ikiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye, of, kwenye ofisi ya kazi, ajira ndani ya ofisi ya waziri mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi hizo. Hii inaonyesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concern, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja, anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila, bila, bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Eh, hey, kazi yetu sote Watanzania na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa, wa mambo, na, mambo ya Ndani, natambua huko hapa, baada ya, baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miiko yao, masharti yao ya uandikishaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida shida, wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima, Kaifungulie, ifungulie wape mashariti, wape mashariti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko ya, na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na Katiba ya nchi yetu na mashariti ya, wali, na, na ya, ya, ya usajili waliopewa. Mheshimiwa Rais anajali mahusiano ya nchi yetu, anajali umoja wa Watanzania na sisi wasaidizi wake tutalifanya hilo jambo kikamilifu.